Lakini nimenyamaza kwa sababu nilikuwa nataka tu kunyamaza, lakini baada ya mama kuongea, mama ya Betibayo, nikatamani kuongea. Huyo mama, umeona, ndio mama ambaye amekufiwa na mtoto wake. My good people hi, mko aje? Na natumaini kwamba mko salama. Naelekea kulala nikasema we pita hii w jamani, kumbe hayawi hayawi huo, yule mama alivyosikia habari za mwanaye kwamba ameaga, alishtuka sana. Unajua, unaambiwa unaposikia habari wewe pia unashtuka, lakini hujui uh, venye familia wameshtuka. Ule mama alishtuka. Mwanaye alikuwa ameshampigia simu, akamweleza ya kwamba mimi napitia makuu, na mbona mnazidi kuniacha niendelee kukaa na huyu mtu eh? Sasa wakati alipi, alipiga hiyo simu, kumbe huyu mjamaa alikuwa amesha arrive, yuko hapa Kenya, unaona. Na unaambiwa kisa cha Betty kufa jamani, ni pesa mwanaume unapomwonyesha pesa basi, wewe na yeye mpaka mwisho. Ameshachukua milioni nasikia, amenunua lori huko, amerudi ana dimandi milioni zingine wa kwa hiyo alikuwa amepata kitega uchumi kwa Beti. Sasa inasemekana alipokuwa anakuja alimwambia apeleke watoto wake kwa dadake, ndio maana hiyo mambo kifanyika. Hao watoto hawakua wadau na wadaku, watoto hawaku, wa Beti hawakua ndio maana hata hawawezi elezea nini kilijiri. Mwanaume watu walipojua mambo yametendeka, anasikia mara ya kwanza alipopigiwa alisema mulizeni beti anaumwa nini, wakati alipelekwa husi kumbe ni mtu ametandikwa kati. Hapa tunaambiwa ni lukemia. Hii lukemia imesingiziwa kwa beti. Haya guys, wacheni niwaambie breaking news. Breaking news zinasema ya kwamba yule mama anataka mwanaye afukuliwe akafanyiwa postmortem tena, kwa sababu mambo na leukemia hiyo ni uongo. Amekataa. Yule mama alikuwa na interview na Shiro wa Oakland, kama mnamjua huyo mama, ana ako na YouTube channel ambapo ye uzungumzia ina mama na mimi na Shiro na kirazi ya kile arasi naona No. So, so akapigiwa simu aulizwe, mbona kuna hizi mambo za kusema kwamba Betty hakufa kifo cha halali, alifanya kukugwa kitash ni ukele na gongo. Sasa mama akaa funguk mwanasikia, mama akafunguka akasema mwanawe hajakufa kifo cha lukemia, hamna lukemia hapo, ondoa swala la nini Si ndio watu sasa wakaanza kuinua masikio, na huyu bradha yake alikuwa ashaanza kupigania. Cha kushangaza ni kwamba huyu mjamaa sinsi Beti akufe ameshakaa na ID za Beti, original copies aya ma, pesa ya matanga iliyochangwa amekatalia huku akitangazia watu kwamba Sky ni mtoto wake na Dani kwa hiyo hakuna venye watu watama. Kumbe tunaona weupe wa juu, ndani ni weusi. Huu mwanamume wa watu, ndani ni mweusi, aliamua kuondoa Beti, kumwondolea maisha mtu. Pengine angekuwa bado yuaisha, ashazikwa hivi. Kisa na maana ni nini? Ni pesa. Ndio kwambiwa pesa ni shetani, pesa ni shetani, watu wangu. Saa hii mama ameamua kusema ulokweli ya kwamba mimi, hata mtunuwangu alikuwa amenipigia simu, kumbe ananipigia huyu jamaa, hata ashafika uko hmm. saa sita ya usiku hiyo, angemchukua hata amkimbishe uko hospitali. Jamani, anaacha mwanamke wa watu anavuja damu, anaenda mpaka kwa gari anasika uh, help kwa majirani na kweli ukiwa muuaji wewe ni muuaji. Mimi am shocked about this kabisa, na saa hii amekatalia watoto, watoto badala wabaki na biological ma baba yao, anataka kuwa kukaa nao. Ndiyo watu wanaulizana hiyo itakuwa safe kweli? Huyu mtu ambaye ni muuaji, hawa watoto waache mikononi mwake, is it safe? Hmm? Ama Kanyari afanya changuvu changuvu nguvu achukuewa watoto kama vile mamake amesema. Mama mamake Betty amesema hata kama Kanyari hatakawe na watoto, wachukuliwa watoto, wapelekwa kwa anti yao, wakawe na anti yao. Okay, sababu ka, ka, Kanyari yako kwa process ya kutaka kuoa labda, maybe atataka kuoa nini, asipingike pingike na wale watoto, lakini Kanyari anapenda watoto wake. Kwa nini sikae nao venye alikuwa amesema akasema, ya kwamba atakaa nao kwanza, anaenda kutafuta nyumba kubwa ya nini nini, 90, 90, is it 90 million or whatever, yeah. Eh, kule nini kunaitwaje? Huko huyo mitaa ya wadosi huko eh? sijini current sijini huko kayo hmm? Well, guys thank you so much for always stopping by. I really appreciate it. I don't take it for granted. And um, if you are new here please subscribe turn on the notification bell whenever i upload a new video you're gonna be notified it's a sunday story mtu afe alafu sasa mambo ndio yanachipuka bye for now guys